Ah, mimi natoka Kilangala ikiwa Maria Mariamu Saidi bintiwa uh-huh. Mimi me chama nimeanza toka enzi ya tano wacha bana mpaka toa ya tata CCM nacho mbali Mbali na kadi zangu zipo. Nione kadi zako. Hii ya Umoja wa Wanawake wa Tanzania mwaka gani ilikuwa hii? Tazama tu mtama huyonakantama majengo yeah. Tarehe 14 mwezi wa 6 82 majengo Lindi Mariam eh iweka hapo hey, hey, You... Oh, Eden... Oh, Eden... No... Kila kitu na ndo mpya hizi hizi, ndio m ida kila kitu, kwa hiyo sina wasiwasi na chama chetu. Unamchagua mama. Unamchagua mama na mimi anichagua, nijue mzee wake. Eh? Sawa sawa. Eh? Hebu ongea na mama Samia, hapo maneno kutoka moyoni mwako hapo. Haya. Mama Samia kali zako kwa mimi na mali zangu asina wasiwasi, kwa shika zangu mimi, wewe nipo tu, ni wako kama kawaida, ni lee nzee wetu, na wewe tukulee au ni kule, tumeshakuwa wakwako bila wasiwasi wasi. Miaka longe tuna vyeti navyo ya